kwa utukufu wa jina lako mwaminifu, katika jina la Yesu. Mungu, tunakuangalia wewe o, oh, Mungu tunajua kwamba wewe upo Bwana, tunajua mkono wako Mungu upo juu yetu, upo juu ya taifa hili, Mfalme, na hautaliangamiza Bwana. Tunaenda kinyume na nguvu za yule mwovu shetani, oh, katika jina la Yesu tunaomba hekima yako Bwana, tunaomba utulivu wako, tunaomba Mungu usikivu Bwana, kwa wananchi Baba, tuna roho ya mamlaka ya dhamani yetu Yehova, katika jina la Yesu Mungu, ninakemea roho Mungu za... kutokuwa wavumilivu, nakemea roho Bwana za ukengeufu katika jina la Yesu Mungu, tukaweza tuka kwenda kuheshimu sheria bana Mungu nimeweka na wale ambao Mungu wao umewaweka kwa utukufu wa jina lako, libarikiwe jina lako mwaminifu. Ninaomba Yehova kwa Mungu tupo Bwana, tunakuita wewe Bwana, ukaonekane Yehova kwa mtu mmoja mmoja. O, tunakuita wewe Bwana, ukaonekane Yehova kwa mtu mmoja mmoja, onekana kwa familia Bwana. Onekana kwa Mungu umesema utabariki kazi za mikono yetu. Bariki kila mmoja Mungu anayefanya miradi midogo midogo. Bariki wakulima, bariki wafanya biashara Mungu. Kila mmoja Mungu akawe Mungu akawe mfalme wa amani na uwezo wa kuhudumia familia yake. Mfalme wa amani, na uwezo wa kuhudumia familia yake. Asiwepo Mungu ambaye Bwana atateseka kipindi hiki, maana Mungu tunakuangalia wewe peke yako, tumekutumaini wewe Bwana, wewe Mungu ambaye Bwana unatulisha wewe, ambaye Mungu unatutunza Bwana, kwa... katika jina la Yesu, Mungu wa mbingu na nchi, uonekane kwa habari Mungu ya ada za watoto, uonekane kwa habari ya vyakula na hata kwa habari ya huduma za afya. Mwaminifu, katika jina la Yesu, Mungu wa mbingu na nchi, ninaomba neema yako Bwana, hata kwa wale watumishi ambao wako kwenye zamu mbalimbali, tunajua kwamba